Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka tushirikishane neno moja ambalo litatusaidia katika nyakati tulizo nazo ama karine hii tuliyonayo ambacho ni kizazi cha Gen Z chenye uelevu mwingi sana na akili ya ziada katika kupambanua na kuelewa kila jambo. Kwenye nyakati tulizonazo tumeona watumishi wengi katika madhehebu mbalimbali ambayo yako Madhehebu yote sisemei moja wala lipi, kwa sababu yote nayaona yakifanyika katika madhehebu yote. Unakuta watu, kwa mfano nikienda kwenye mlengo wa kwangu ambao nauona kwenye maandiko ambayo nayaelewa ambayo nayajua nayasoma na kuyaelewa yanavyotuelekeza, na, na, na ya tunachokuwa tunakifanya ni vitu vile tofauti. Kwa mfano ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya ishirini na nane mstari wa kumi na tisa inatueleza juu ya kwenda kwenye ulimwengu wote na kuwahubiri hmm, kuwafanya kuwa wanafunzi. Lakini kwenye Mathayo kumi na tano kumi na sita inakuambia kaubiri habari njema kwa kila kiumbe, tuhubiri tuwafanye kuwa wanafunzi Yani, hicho napaswa kielewe, kumtengeneza mtu kuwa mwanafunzi, ina maana umwangalie uh, pale ambapo kuna udhaifu wake, umfundishe apate kuelewa na kuenenda katika njia ambazo ziko sawa, ambazo kwa sisi wa Kristo tunaamini ni kufuata njia ya Yesu Kristo, ambazo alizipita yeye, ili tusijikwae. Sasa nyakati hizi kumekuwepo na wimbi ambalo unakuta waumbili wengi oh, kemea sijui waganga wa kienyeji kemea, sijui nini nini, kemea sijui washirikina, kemea sijui wa tunakemea nini? Mfundishe namna ya mtu kuachana na ushirikina, mfundishe namna mtu mtu kuachana na, na vitu ambavyo si vya njia ya kimungu, mwelimishe mtu kuhusiana na hicho anachokifanya sicho, lakini unakalia o, oh, kata pingu za kuzimu nini. Kuzimu yenyewe waumini, unawambia kata pingu za za kuzimu, hawajui kuzimu, hawaelewi kuzimu, hawa waumini wako ambao unawambia hao wakenyeji oh, sijui nini na nini huenda hata hawaelewi kinachoendelea ni mbumbumbu kama mbumbumbu wengine. Sasa kabla hujaambia sijui vonja sijui ni ni sijui nini, nini, sijui nini, ah, wahubirie injili iokoayo ileta uokovu, ili waielewe kwanza. Wakishaielewa watajua kwamba, ah, ili kuondokana na hili, ili kumshinda huyu mchao anayokuja kuniroga inabidi nitumie nini neno la na Mungu, nitumie neno la Mungu kumshinda huyu anayeniloga, ili kumshinda huyu mganga wa kienyeji ambaye hao wachawi wanamtumia kama njia ya kuja kwangu kufanya vitu vyao, kuvielekeza kwangu kwa ajili ya kunitesa mimi, nitumie nini hmm? nitumie labda andiko ambalo linasema watatutega kwa siri kwenye nyavu zao lakini Bwana atatutoa saw sawa sawasawa na Zaburi ya thelathini na moja mstari wa nne. Au watakuja kwa njia moja lakini Bwana watawatoa kwa njia saba sawasawa na Kumbukumbu la Torati ishirini na saba mstari wa saba. Au watajichimba mashimo lakini watadumbukia wenyewe sawa sawasawa na Mithali ishirini na sita ishirini na saba. Mtu anakuwa na mtu kitu ambacho kinamsaidia kuliko oh, unajua, waganga wa kienyeji ni wabaya wa nini? Yani unapandikiza chuki miongoni mwa mtu na mtu. Mganga wa kienyeji ni binadamu, kwa sababu ana uharari wa kuishi sawasawa na wao wanavyoishi. Unabisha nini? Maandiko anasema hivi, mimi ni Mungu wa wote wenye nini, wenye mwili kao ni wewe kuangalia kwamba huyu aliyekengeuka katika njia ambazo ni za usahihi, nimrudisheje? Ni mrejesheje? Si kumrejesha kwa kuweka vitisho, najua ukifanya hivi. Najua hizo sio injili. Mi binafsi hizo injili sizitaki na sizipendi kabisa, injili za kipuzi namna hivyo.